kwa mitando yote na ya halmashu zote pamoja na sekretarieti za mikoa. Kwa sasa hivi kwa ongezeko hilo ambalo nimesema tunatarajia kupata jumla ya shilingi milioni 167 ongezeko la milioni 60. Na kama ilivyo tuko pamoja na tatawa kwa mwenye mwenye ufanuzi mzuri ni kwa sababu ya offset ya haya na hama kumufa ambayo tumeyaona. Kimefanya hivyo kwa kufikiri pia kwamba what if

Nashukuru kwa kwa kwa maelezo yako ya kujitolea kwa ajili ya kusaidia pia mwingine wa wafadhili. Mwaka jana tulikuwa na wenzetu wa Tanzania ambao walikuwa mfadhili mkuu na kwa mwaka huu bado tuna mnarume ya kutafuta mfadhili mwingine ili na mimi wewe wa Muslim ndani na nje ya kanda yetu ili kufadhili. Lakini hatuna garanti sana. Sehemu pekee ambayo unaweza kusema kwamba unaweza kuipata ni hii ambayo tuliongelea mwisho wa mwenyekiti na kwa mwaka jana tulikuwa na vyanzo vingine ambavyo tulikuwa tukipata kwa sababu ya sii ulikuuliko kwetu. Mwaka huu wanyewe huko uwanzi si mzori hata wakaomba kuchangia. Kwa mfano, wale ambao uko na lipa kwa ajili ya tuu vyakula kwa ajili ya hoteli ile, na namna ya kuadhibiti kwa uwana apo huko uanzi, nalo ni changamoto namaa, tukasema basi tukielekeze kwenye kwenye sehemu hii ambayo tunaweza tukajadiliana, hawa tukakubaliana sote. Naomba kuwasilisha ms Asante, Mheshimiwa Mwenyekiti. Lakini mimi naomba naona kutoa shukrani kwamba timu yetu ya wataalamu wote wamefanya kazi wameshiriki. Okay. Na tunawaamini sana timu yetu ya wataalamu, walichowasilisha hapa ni kitu bora. Naamini kabisa tunaweza kufanya hili jambo. Pendekezo la kuongeza michango. Mm -hmm. Twende tukaangalie tu namna ya kufanya. Na ndio hicho nilikuwa naomba nieleza rasmi wenzangu hapa. Baada ya budget tulikuwa huko Dodoma juzi na imeshapitishwa bajeti imeshapita, na ceiling zile zote zipo tayari. Kwa hiyo wote sisi tulibajeti kiwango kile cha kawaida, kwa hiyo hiki cha nyongeza sasa ni kitu ambacho tunabidi tupambane nacho, na mapambano, tunaweza tukafanya reallocation baadaye, haina shida, lakini timeliness ndio shida, jinsi ya kulipa mapema. Baada ya hapo tutabidi tuwakope e, labda wazabuni watakaotoa huduma vitu kama hivyo, sababu hata mkurugenzi akikubali kutoa hiyo milioni nne wakati yeye ame, ame budget labda milioni mbili na nusu hiyo itapelea, lazima kwa hiyo sasa tuangalie, jinsi gani tunatoka, kwa kuwa mwisho wa siku ili jambo <coughs> lazima lifanyike na hatutaki kufanya kwenye kiwango cha chini, kwa kuwa ma, maonesho ya nanenane hapa kama eh Mbeya, tulishaomba yawe ya kimataifa, kwa hatuwezi kurudi nyuma tukiamini kwamba mwaka ujao ujenzi utakuwa labda umekamilika, utakuwa bora zaidi. Kwa hiyo cha muhimu cha kukazana mwaka huu maonesho haya angalau tu maintain ile standard ya mwaka jana. Kwa hiyo hiyo, nafikiri tunaomba viongozi wetu wa juu tusaidie, tushirikiane pamoja, tumombe waziri, tumombe katibu mkuu nao, kama hii hii michango ya nyuma nayo wailete kwa kuwa hata kama wakandarasi wapi wangeweza kutujengea hata ile front pale, unakumbuka ile front yetu ilivyokuwa nzuri ya entrance, unajua ile inavutia sana. Kwa hiyo tungeweza kwa sababu kama hiyo ni part of the many fence, kwa hiyo ni vizuri angalau ile fence na nini pale mwanzo paanze kuonekana vizuri, huku ndani tukaweza kuangalia jinsi gani ya kuweka mambo sawa na swala. So, lingine ambalo mimi nampata moyo kidogo kwa kuwa wataalamu wetu wamepitia, lakini ukiangalia taarifa ambayo alitupa mwaka jana, sasa sina uhakika kwa sababu sijaongea bado na wataalamu wangu. Taarifa hizi nikamilika tu jana, lakini bajeti ukiangalia ile ukurasa namba kumi, mapato mwaka jana tulitegemea tupate bilioni moja pointi tatu na matumizi yaliyokuwa amepangwa kwenye ile bajeti ni bilioni moja pointi zero moja, point zero moja. Lakini kilichotokea mwaka 2024 fedha ambayo mapato halisi yalipatikana ni milioni mia nne na thalathini, na tumeweza kufanya ile maonesho kwa kiwango kile kwa milioni mia nne na thalathini. Na fedha iliyotumika ni milioni mia nne ishirini na nane, na bado tumebaki na change ya 1.2 although kuna hayo madeni ya milioni 100 tunaomba wizara ya kusaidia kwa kuwa tuliondoa kiingilio, na kwa mwaka huu pia kiingilio kwa kiasi kikubwa hakitakuwepo. Kwa hiyo hapo tunabidi turudi nyuma tukapige hesabu, lakini inawezekana, yaani naona kama kuna uwezekano fulani. Ila mimi nafikiri kwa kuwa halmashauri, mikoa, maonesho haya ni ya kwetu na sisi ndo watendaji wakuu katika eneo hili kama serikali, twende tukajipange na tukiamini kabisa kwamba tutaangalia hapa na pale, lakini tujitahidi hata kama itawezekana hizi fedha additional tuzipate inapowezekana, popote hata mwaka huu kama ikiwezekana, tuanze kulipa kidogo, ili maandalizi yaanze na tuweze kupita. Tumemaliza majadiliano au tuendeleze? Tumemaliza majadiliano yeah. Sasa nataka maazimio. Mazuri, yako mangapi? Wasilisho la maazimio ya kikao wiki. Azimio la kwanza, halmashauri zinatakiwa kuongeza kiwango cha mchango kutoka milioni mbili na nusu hadi milioni nne ili kufanikisha maonesho ya Nanenane mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Wahusika ni wakurugenzi wa mabaraza ya serikali za mitaa. Tapi